Namna ya kuwa mtu wa kiroho zaidi. Kwa siku ya leo, utakwenda kuangalia namna unavyoweza kuwa mtu wa kiroho zaidi. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijiuliza wanawezaje kuwa watu wa kiroho, na wengi wameishia kutokuwa na majibu sahihi. Leo nimekuandalia somo hili zuri sana, namna unavyoweza kuwa mtu wa kiroho na jinsi unavyoweza kuopareti kwenye ulimwengu wa kiroho. Kabla hatujaendelea na somo letu hili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 Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Fuatilia mwanzo mpaka mwisho, kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Je, ni namna gani unaweza kawa mtu wa kiroho? Jambo la msingi ambalo unatakiwa kutambua, ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na, mta, na mstari wa ishirini na saba imeandikwa, nukuu: Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Tunaanza kujifunza Mungu katika uumbaji wake. Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Lakini pia tunataka tujue, je, Mungu yukoje? Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4 na mstari wa 24, imeandikwa nukuu Mungu ni roho nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Tunaanza kujifunza Mungu ni roho. Kwa hiyo Mungu alivyokuwa anasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa ishirini na saba mtu aka, akasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Maana yake kumbe, Mungu alimuumba mtu, Mungu ni roho, maana yake alimuumba mtu kwa namna ya kufanana kwa njia ya rohoni na wala sio ya mwilini. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha uh, ukisoma ukisoma hapo kwenye kitabu cha kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili na msari wa saba imeandikwa Mwanzo sura ya pili na msari wa saba Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya wai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo tunajifunza Mungu mtu wa kwanza aliyomuumba alimuumba mtu, mtu wa kwanza alikuwa ni roho, kwa sababu Mungu ni roho. Kwa hiyo tunafanana Mungu kwa namna ya rohoni. Kwa hiyo Mungu ni roho manake, na mtu ni roho. Kwa hiyo mtu aliyeumbwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili na mstari wa saba ndio mwili sasa, huu ganda la nje au tunasema udongo. Kwa hiyo mtu ni roho, kwa tafsiri ya mtu uh, mtu ni roho yenye nafsi inayokaa ndani ya mwili. Kwa hiyo nafsi ni daraja ambayo lililopo kati ya roho na mwili. Maana ukisoma kwenye kitabu cha mwanzo sura ya pili saba Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Tumesema nafsi ni daraja liliyopo kati ya roho na mwili, manake nafsi inatenganisha kati ya roho na mwili, lakini mtu ni roho yenye nafsi inayokaa ndani ya mwili. Kwao mtu ni roho ambayo ina nafsi inayokaa ndani ya mwili. Kwa nafsi hii ni daraja lililopo katikati ya roho na mwili. Kwa hiyo, wapo watu ambao wana uwezo wa kuutumia sana ulimwengu wa kiroho: mapepo, majini eh, ukisikia wachawi, mashetani, wana uwezo wa kuutumia ulimwengu wa kiroho kwa sababu ulimwengu, jambo la msingi ambao nataka kutambua, ulimwengu wa kiroho huwa hauna miliki ndio maana wachawi mapepo majini yana uwezo wa kutumia ulimwengu wa kiroho sasa, eh, wanakuwa wana uwezo wa kuaccess ulimwengu wa kiroho ana uwezo wa kuaccess kwa ulimwengu wa kiroho. Ni ulimwengu ambao hauna umiliki, mtu yeyote ambaye akishatambua na uwezo wa kutumia, ndio maana mapepo majini yana uwezo wa kutumia ulimwengu wa kiroho sasa. Mtu huyu mtu ni roho, na mtu huyu akijitambua, akijitambua ana uwezo wa kutambua, ana uwezo wa kuutumia ulimwengu wa kiroho. Ndio maana leo hii kuna watu ambao wanautumia ulimwengu wa kiroho wa upande wa giza wanaleta matokeo mabaya sana juu ya nchi. Lakini wewe mtu wa mbinguni, mtu ambaye unanisikiliza sasa hivi, ukitambua namna ya kutumia ulimwengu wa kiroho, una uwezo ukaleta na wewe mambo makubwa sana kwenye upande wa giza. Unaweza ukaleta madhara makubwa kwenye upande wa giza. Kuna nguvu kubwa sana ya namna ya kutumia uh, ulimwengu wa kiroho, kwa sababu ulimwengu wa kiroho hauna uh, umiliki. Wewe mwenyewe una uwezo kutumia ulimwengu wa kiroho. Sasa namna gani, uh, unaweza ukawa mtu unakuwa mtu namna gani? Unaweza kuwa mtu wa roho? Unakuwa mtu wa roho kwa kujua kweli. Ukijua kweli ambayo ni neno la Mungu, ukijua kweli ambayo ni neno la Mungu, hii itakufanya uwe mtu wa kiroho zaidi. Ukijua kweli ambayo ni neno la Mungu, ukijua kweli ambayo ni neno la Mungu, hii itakufanya uh, uwe mtu wa kiroho zaidi. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 17 na mstari wa 17 imeandikwa, "Uwatakase kwa ile kweli neno lako ndiyo kweli. Kwa hiyo neno la Mungu linakupa access ya uwe kuwa na nguvu kubwa sana kwenye ulimwengu wa kiroho. Neno la Mungu la kufanya uwe mtu wa rohoni. Unapokuwa na neno la Mungu ndani mwako, basi utakuwa na nguvu sana ya ya kuwa mtu wa rohoni. Neno la Mungu litakubadilisha na litakufanya uwe mtu wa kiroho zaidi takufanya uwe mtu wa mwenye nguvu ya kiroho zaidi. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza Yohana sura ya kwanza na mstari wa kwanza imeandikwa hapo mwanzo kulikuwako neno naye neno alikuwako kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu anasema hapo mwanzo kulikwako neno naye neno alikwako kwa Mungu naye neno alikwako Mungu. Maanake kumbe neno ndiyo Mungu. Sasa, kwa hiyo unapolijua neno la Mungu kwa wingi ndani mwako unapoliruhusu neno la Mungu kaliweka neno la Mungu kwa wingi ndani mwako, basi utakuwa na nguvu ya kiroho, kwa sababu Mungu ni roho. Mungu ni roho na Mungu pia ni neno, na wana wanasema hapo mwanzo kulikwako neno naye neno alikwako kwa Mungu naye neno alikwako, alikuwa Mungu. Kwa hiyo neno ni Mungu Ukijua neno sana maanake umemjua Mungu zaidi, unaendelea kumjua Mungu zaidi na Mungu ni, ni, ni roho. Tumesoma kwenye kitabu cha, aa, tumesoma kwenye kitabu pale cha Yohana 4:24 Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa ukijua ukilijua neno la Mungu neno la Mungu litakufanya uweze kutambua au kuwa na nguvu ya kutumia ulimwengu wa kiroho kuwa na nguvu za kiroho. Warumi kumi mstari wa kumi na saba basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo unapokubali kulisikiza neno la Mungu, unapolijua neno sawasawa na kum, ni, ni sawasawa na kumjua Mungu, unapolijua neno la Mungu sana ni sawa na kumjua Mungu zaidi, kwa ukimjua Mungu zaidi utakuwa na nguvu za rohoni. Una uwezo ukaleta madhara kwenye ulimwengu wa kiroho. Ndo maana la Mungu anasema vita vyetu sisi si juu ya damu na jamaa, bali ni juu ya falme, juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya wakuu wa giza. Maana yake kwenye ulimwengu wa kiroho una uwezo ukaoperate kwa namna ya ajabu, lakini baada ya kujitambua nguvu ulionao. Ukitaka kuwa mtu wa rohoni sana, ukitaka kuwa mtu wa rohoni, ni muhimu kulijua neno la Mungu sana. Ukilijua neno la Mungu sana, maana yake Mungu ndani mwako utakuwa na nguvu, utakuwa mtu wa rooni sana. E, ukilijua neno la Mungu sana utakuwa na uwezo mkubwa sana, utakuwa mtu wa rooni. Neno la Mungu litakufanya uwe mtu wa rooni. Mungu atakufanya, neno la Mungu ndo Mungu mwenyewe, atakufanya uwe mtu wa rooni sana, na utakuwa na nguvu za ajabu sana. Natunaa kitu ambacho umejifunza, nikutakie wakati mwema, tukutane kipindi kijacho.